Huu ndio utabili ambao wanaofanya kiboko ya wachawi juu ya siasa ya eh, Tanzania na hapa e, alikuwa anazungumza vitu kwamba ni jinsi gani Tanzania e, viongozi watakavyoweza e, kukamatwa na kufungwa e, wengine kupitia changamoto mpaka e, uchaguzi utakapoisha. So bana hii ameisema kwenye kile ambacho yeye anasema ni maono yake ambayo ameonyeshwa na Mungu kwamba e, Tanzania inaenda kupitia wakati mgumu sana hususani viongozi wa e, vyama pinzani. I will give real the prophecy. Uh, nilikuwa ninaona viongozi wa vyama vya upinzani. Take my words, na hivi navyosema ndivyo takavyokuwa. Nilikuwa nawaona viongozi wa vyama vya upinzani wengi wakifungwa tena wakishikiliwa kwa muda mrefu kwenye magereza kwenye uchaguzi kwenye uchaguzi wa Tanzania wa mwaka huu. Uh, kuna baadhi ya viongozi wa upinzani hawatahudhuria uchaguzi kabisa. Yes, hawata- hawatakuwepo wakati uh, uchaguzi unaendelea, kwa sababu wengine watakamatwa mapema sana, viongozi wakubwa kabisa, yes wa, vyama vikubwa uh, kwa na chama kikubwa cha upinzani uh, viongozi wake wakiwa mahabusu, yes, wakiwa uh, nyuma ya milango ya, ya gereza uh, yes na wanakaa kule mpaka uchaguzi unaisha mpaka matokeo ya uchaguzi uh, yanatangazwa. yes, mpaka uchaguzi unaisha na mpaka matokeo ya uchaguzi uh, yanaisha. Uchaguzi wa mwaka huu kwa Tanzania utakuwa ni uchaguzi wenye challenge kubwa sana. Utakuwa ni uchaguzi wenye changamoto kubwa kweli kweli, yes. Utakuwa ni uchaguzi wenye makelele ya kila aina, utapata na changamoto kubwa. Kwa hiyo uh, uchaguzi utafanyika utafanyika wako viongozi wa upinzani wa wanasema, uh, watazuia watazuia uchaguzi, tazuia uchaguzi, lakini mi uh, mimi, uh, mimi as a prophet, uchaguzi uh, utafanyika. Yes, uchaguzi utafanyika na majaribio yoyote ya kuzuia uchaguzi hayata hayatafanikiwa, kwa maana yatadhibitiwa kwa viongozi ambao watakuwa wanapanga kufanya eh, kufanya kuzuia uchaguzi. Wengi watakamatwa, hasa top leaders takamatwa, wengine watakuwa nyuma ya milango ya magereza na kutoka, mpaka uchaguzi utakavyokuwa umeisha ndo wengi wao wataachiliwa. Na nilikuwa namuona nilikuwa namuona nilikuwa namuona Rais Samia akishinda tena uchaguzi Uh, kwa around asilimia yes, 68 mpaka sabini na tano between 68% na mpaka sabini na tano naona na akishinda akishinda uchaguzi na kila kitu kikirudi kwenye hali ya ya kawaida. So kwenye eneo hili, you have guys to pray for the election in Tanzania. nifaa kuomba kwa ajili ya uchaguzi Tanzania. Na nilitabiri juu ya mambo ya vita vya Congo. Nilisema uh, Congo haitaanguka mikononi mwa waasi. I said it, vuguvugu yes, uh, ambalo linaendelea mashariki ya Congo. Believe me, alitachukua inchi uh, alitachukua nchi kabisa kabisa kabisa, na nilimwambia Rais Tshisekedi uh, asikue na wasiwasi asikuwe na wasiwasi kwa sababu uh, Mungu uh, yuko upande wako. Mungu yuko upande wako, rais Chisekedi, na kila eneo la Kongo, kila sehemu ya Kongo uh, itarudi kwenye mikono ya serikali kuu. Na ili uh, siwezi kulipinga kabisa na siwezi kulibisha, ninazungumza kitu ambacho I know God has spoken to me. Na hapa nitakuwepo kwa muda mfupi, nitakuwepo kwa muda mchache